Lakini jambo lingine kwenye ukusanyaji wa mapato. Kwa kweli toka tumeanza tulikuwa tunakusanya bilioni 15, <coughs> mimi nimefika hapa tulikuwa kama bilioni 14, 15, 15. Sasa hivi tumepanda mpaka bilioni 24 milioni bili 162. Sawa na asilimia 110. Hongereni sana kwa kweli. Ninachokiomba hichi tunachokikusanya tukipeleke pia kwenye miradi ya maendeleo. Na kitu ambacho kwa mwaka wa fedha uliopita na mwaka huu kwa kweli mmepeleka fedha nyingi sana kwenye miradi ya maendeleo. Kwa kweli kwenye hilo hatuwadai, mmefanya vizuri, hongereni sana <coughs> Lakini jambo jingine ni wapongeze sana kupata hati safi kwa muda mrefu sasa. Hongereni sana jiji la Mbeya, kwa sababu hati safi haiji tu bila kufanya kazi. Lazima wataalamu wetu hao wamefanya kazi kubwa sana na kwa kweli tuwapigie makofi wataalamu wetu, sio kazi ndogo kupata hati safi kwa muda mrefu. Kulikuwa na changamoto kipindi cha mwanzo mwanzo, baisikmeli unajua, mara hili mara hili, lakini baadaye tukasimama imara mpaka leo hii tunakwenda vizuri, na mashirikiano kwa kweli, na ofisi ya mkuu wa mkoa yamekuwa makubwa sana. Ya jambo jingine ni ni swala swala ambayo nilipenda nisisitize eh, kwa kwa wakuu wa idara. Sasa hivi madiwani wanatoka, mtabaki wakuu wa idara, naomba sana matumizi ya fedha yawe mazuri. Maana watu wanaoka yani hao paka waje. Sisi tunakausha bakuli lote. Ndugu zangu ni pesa ya serikali. Yaani hata kama ukatumia baada ya miaka mitano itakusumbua tu. Kwa hiyo madiwani hao wanaenda tu mara moja tu likizo, yani kifupi, wanaenda likizo alafu atarudi, wanakuja kuendelea na majukumu yao. Sasa nyie mkatumia fursa hiyo ya kufanya eh, pesa zikatumika tu bila kufata utaratibu, kwa kweli mtajisababishia matatizo makubwa sana ko ni muda ambao wa kuhakikisha kwamba tunafanya eh, kuhakikisha kwamba tunatunza hizi fedha na kuzitumia vizuri, lakini pia <coughs> msimamie vizuri miradi ya maendeleo na miradi hii ikikamilika ni faida kwa wananchi hasa wa mkoa Mbeya na hasa hapa Usoni. Wanasema mapokezi lazima pawe pazuri. Mapokezi ndio kuna ficha madhaifu mengine, lakini tukiangalia katika Jiji la Mbeya kwa kweli mabadiliko ni makubwa na niwahakikisheni kwamba tulishazungumza na wenzetu wa TARURA kwamba tutafunga taa kwenye maeneo mbalimbali ya ndani ya jiji, lakini pia tunafunga na kamera maeneo ambayo yana makutano makubwa ya watu kama Kabwe na maeneo mengine. Kamera hizi zitasaidia kwa ajili ya ulinzi na usalama ndani ya jiji la Mbeya. Kwa hiyo lazima tushikamane kwa pamoja, tuhakikishe kwamba haya yanatekelezeka. Na taa tunaendelea kufunga barabara, mmeziona zile ambazo barabara saizi, sio lazima upite barabara hii ya katikati kubwa hii ambayo inachongwa sasa. Kuna barabara huko nyuma unatembea kama una, una, un, yani unatembea kwa furaha zote mpaka unafika, unatokezea hapo hapo barabara, si zipo? Yeah. Kwa hiyo mwaambie wananchi na nichukue nafasi hii niwaelekeze wenzetu wa Latra kwamba kuiangalia hiyo kama ni ruti pia ya daladala ili iweze kupitisha watu waweze kupita kuja maeneo ya mjini na maeneo mengine kwa sababu ili kuondoa msongamano ndani ya katikati ya mji ili kwa sababu tutumie na njia hizi za pembezoni ili kuweza kufika eneo la katikati ya mji. Nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mama Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo amekuwa anatumia fedha katika jiji letu la Mbeya katika miradi mingi ambayo miradi mikubwa kila siku tunasema tunaelewa. Lakini tatu mshukuru Mheshimiwa Dr. Tulia mbunge wetu wa Jimbo la Mbeya mjini kwa connection nzuri ya sisi kuweza kufanya vizuri katika maeneo mbalimbali. Lakini nimshukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa Dr. Juma Zuberi Homera na timu yake ya mkoa wamekuwa ni walezi wamekuwa ni washauri, wamekuwa wanatoa maelekezo ambayo yanatekelezeka kwenye halmashauri yetu. Ndio maana tumefika mahali tunakwenda vizuri na kila mwaka tunapata hati safi. Haya yote ni mchango wa mheshimiwa mkuu wa mkoa na timu yake, lakini bila kumsahau mheshimiwa DC Beno Malisa kwa namna ambavyo amekuwa anaelea halmashauri yetu. Lakini mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi tupongeze sana ofisi ya CAG imekuwa na ushirikiano mkubwa ndio mwa tunaona katika mwaka huu sisi katika halmashauri ya jiji la Mbeya, nadhani katika jiji katika mkoa wako wa Mbeya sisi tumekuwa na hoja chache sana kupika kuliko almashauri zingine. Hii yote ni ushirikiano ambao tunaopata kutoka kwao wa karibu kuona kwamba halmashauri yetu tunafanya vizuri. Mshukuru wewe na timu yako pale ofisi ya mkuu wa mkoa kwa namna tunavyoshirikiana katika kusimamia shughuli mbalimbali za halmashauri ya jiji la Mbeya ikiwepo utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kwenye swala zima la ukusanyaji wa mapato, jiji la Mbeya tuko vizuri tumefanikiwa kukusanya mapato kwa asilimia mia moja kabla ya tarehe 30 Juni. Ni jambo la kipekee sana kwetu, lakini pia tumefanya vizuri kwenye miradi ya maendeleo miradi yetu iko vizuri, tunamini kwa ajili ya usimamizi wako mzuri, wewe na timu yako kutoka ofisi ofisi yako ya mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, baada ya kusema hayo niseme kwamba sisi kama wataalamu tumepokea maelekezo uliyoyatoa, tutayafanyia kazi, lakini pia tutajitahidi kuzuia hoja ambazo sio za msingi zisitokee maana kuzuia hoja ni jambo la msingi kuliko kuanza kupambana na kujibu hoja. Kwa hiyo zile ambazo zinazuilika tutajitahidi tuzizuie, zile ambazo ni za kimfumo basi nazo tutaendelea nazo.